Mazito yaibuka baada ya Babalevo eh, kufika kwa mara ya kwanza Dodoma eh, kwa ajili ya majukumu yake ya kibunge. Kumbuka uh, uchaguzi umepita na alishinda kwa kishindo pale eh, jimbo la Kigoma mjini, huku akichuana vikali na Zito Kabwe kutokea chama cha ACT Wazalendo. Sasa basi leo hii eh, ni kwamba eh, Baba Levo ameweza kuposti video kadhaa akiwa katika viunga vya Bunge na tunaona akiwa amevaa tai kabisa pale na kwa namna moja au nyingine e, tunaona alikuwa katika mavazi ya kibunge huku akiwa ameshikilia briefcase e, katika majukumu yake mapya. Lakini pia kuna video nyingine kimeonyesha akiwa amepanda e, gari yake au sio bwana? Hii e, ni gari e, kali kabisa na kwa namna moja au nyingine alikuwa anatoa katika viunga vya Bunge, au sio bana? Sasa basi, ni kwamba hicho e, ndo kitu ambacho kimenileta hapa, mpenzi mtazamaji. Masomo yaliyopita Babalevo aliposti akasema, sasa hivi niko katika ofisi mpya e, anasema kwamba sasa hivi nipo ofisini. Kumbuka huyu alikuwa ni chawa Diamond lakini Kabla ya kumfahamu Babalevo kuwa chawa, Babalevo shakuwa diwani pale Kigoma mjini, na katika mazuri aliyofanya ni kuanzisha soko. Lile soko liligharimu vitu vingi sana hadi uhai wa mtu, na tunaona ilimpelekea ili mpaka akaenda jela. Alikaa miezi sita eh, kwa kosa la kumpiga askari. Kwa hiyo tunaona kwenye mambo ya uongozi Babalevo amejitahidi kwa kiasi kikubwa sana, na hata hivyo na deserve kuwa mbunge na uvipi bana. Sasa haya ni maoni ya mashabiki. Mmoja kaandika ni kama wa, e, wale tulio waita perform one yani, ndo kama ndo anaanza. Uh, mmoja sema kwamba hakika Mungu anampa mtakaye, ila ukweli mnaujua kabisa e. Mungu tunusuru e, na bunge letu e, bunge limeingiliwa e, nachoka mzee wake Diamensi Mwandambu Eh, huyu ni Diamond. Eh, akimwambia anachoka eh, baada ya Babalevo kuchukua mzee. Kama unamjua huyo mzee, hakika anatuchosha sisi eh, anatuchosha sana uh, mmoja kaandika kwamba mm, Diamond siko ukisikia mtoto wako haya eh, uh, bwana, sio comment ya kusoma kiredio. Uh, anasema wasipokuwai sijui tu yani wasipokuwai sijui inakuwaje Mwachini anaishi maisha ndoto ya, yake mbunge wa bei ya jioni. Mwanaume mzima anaandika haya, mbunge pekee Star TV kibarabara, au vipi bana? Mbunge wa kwanza kujisnap, acha korofi. Babalevo, nyumba yako itaisha sasa. Mzee, bora wewe akili kichwa, sio kichwa, so, so kichwa mviringo hapa kimaanisha kwamba ametumia akili yake vizuri, sio kama mojako kwa maana ya kwamba Nijako ni kichwa mviringo ajitambui, au sio bana? Kwa hiyo ni jau tu ishi maisha yako, maana watu washaanza kukupa ushauri, wakati hapo umefika kivyako. Eh, ndio mbunge wa kutunga sheria, kwa hiyo kumwamuru Diamond, ndo basi tena. Simba jana na leo vipi? Nipatie nafasi baba Levo. Eh, upunguze kamdomo sasa baba Levo. Maana yake unapopata nafasi kama unavyosema baba Levo. Punguza kamdomo. Ongea kwa kodi. He, ongea kwa kodi. Yaani, kwa ushauri wa mashabiki ni msoma hapo, wanasema kwamba inabidi uongee kwa kodi, usilopoke kilopoka, umeliwa kichwa. Pengine anaweza kawa hata waziri, kwa sababu mbunge ndio kuwa waziri. Haya, meesema kwamba hakuna mbunge hapa, ni matatizo tu, ila jamaa anatamani kuone bunge unavochangia hoja. Kwa hiyo wengi wanatamani kuona bungeni anavyochangia hoja. Yes, ni kitu kizuri mpaka tufike mwakani tutakoma. Kwa hiyo zile za mfuko wa jimbo unapewa wewe, wache mapepo sasa, umeaminiwa na watu. Babalevo, umepata nyumba mpya kusinzia ya e, yani amepata nyumba mpya sasa kusinzia. Uh, odds tatu mpaka mjengoni sasa. Sisi watu wamekeka, tulikupitisha. Yes, kwa sababu alikuwa ni mtu wa kubeti. Kwa hiyo eh, anakumbusha na washikaji zake kwamba odds tatu eh, mpaka mjengoni, ni mpaka bungeni hawasiwasawa ndugu zake, of course atafanya maendeleo, ila maisha toka msoto hadi Bungeni. Hakika kijana unayetafuta usichoke kupambana, bado una nafasi, Mungu anakusudi bado unapomua hilo. Nimeamini leo yes, kwamba eh, kuna wakati mwingine uh, unaweza ukawa unapitia msoto fulani wa maisha, lakini eh, Mungu akakupitisha katika magumu na akakuaminisha. Ninachokifanya ni, ni sahihi zaidi. Uh, mwangisema mimi sina shida na mabalifu. Na mwiliwa sometimes yes, sometimes no ni kuombe kitu. Jitahidi sasa, punguza mizaa na masihara, na pia jitahidi kujenga bond na wananchi wenye hali za chini na wa kawaida. Hii itakufikisha mbali sana. Mtaji wa uongozi wako ni hao raia wa kawaida kabisa hapo Kigoma. Sikiliza maoni yao na ujitahidi kufanyia kazi kufa na kupona, hapo utatoboa mzee baba bila kuhangaika kuwa kimbilio lao wakati wote na Babalevo, manaake asija akawa na kiburi e. Kuna wakati mwingine kiongozi anapata uongozi e, umu na umu. Ndo mara ya kwanza Babalevo anaitwa mbunge. Kwa hiyo kuwa mbunge kwa Babalevo sasa hivi manake ni kwamba inabidi awe karibu na wananchi e, awasikilize na sio tu e, kuleta mizaa. Kwa ushauri wangu Babalevo Uh, unahitaji sana upate watu wenye IQ kubwa sana hasa kwenye show, uh, kwenye show how to shape a leader ili wa kutengeneze kaka unaweza kuja kuwa mbunge mzuri. Kumbuka unawakilisha wananchi wenye hadhi hivyo na wejipi hadhi basi. Weka comedy pembeni maana wewe sasa ni mtunga sheria wa nchi yetu. Kwa sasa stiki eh, kwenye kupost matatizo ya jimbo lako alafu alo, wananchi wakushauri how to go post mafanikio hata kama ni machache ya jimbo lako hata kama hujafanya wewe Ukipiga e, peji yako itakuwa na maana sana, maana ya posti e, vitu vinavyohusu e, maendeleo ya jimbo lake na sio vitu ambavyo havihusiani na jimbo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kiweka mizaa pembeni astiki sasa na, na wananchi kwao, wengi wamependezwa na Babalevo alipofika hapo. Mmoja anaandika hii inaitwa bahati ya mwenzio, usilalie mlango wazi, sema Babalevo waeh, mtu wa watu na huwa hatukani wasanii kama yule chawa mwingine mwenye upara Leo tutuna mna Manchester United mikaka inavamiwa e, mbunge wetu anayewakilisha jimbo huko Kigoma, yani nchi imejawa na ujinga e, na suti za ubunge ulikuwa umeshatuzolea oda kwa suti bega e, tumepeleka vituko kwenye sehemu za heshima, sema hongera sana, yes, kwa wingi wamempa hongera e, jinsi gani ameweza kufika hapo, na hata Diamond Platnumz amefurahishwa na ndugu yake Babalevo kufika hapo alipo, na tunaona ndo mara ya kwanza anaitwa mbunge na anaenda kuwakilisha e, wananchi wa jimbo la Kigoma mjini, na imani Babalevo ataenda kuwa e, mmoja wa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa bungeni, pia ataletea e, maendeleo wananchi wake. Unalipi ila kuzungumza kuhusiana na Babalevo baada ya kuingia bungeni kwa mara ya kwanza, hakikisha una subscribe